Je, ushawahi kufikiria au kuota magari inakwenda bila ya dereva? Kama ulishawahi kuota au kufikiria na ilikuwa ndoto, sasa ni kweli na ni halisi. Tayari magari yako barabarani na yanatembea bila ya dereva. <laughs>

Sasa swali linakuja, inawezaje kutembea na inajuaje? Kuna watu jamani, si hatari? Hususan kwa mfano, labda saa nane usiku giza totoro, kisha pembeni kuna watu, kuna vizuizi vingi, gari hii itawezaje wenyewe kujiendesha? Kwenye video hii jibu lake utapata. Gari hizi za kisasa zinazojiendesha wenyewe zinatumia sensor. Sensor ni kama kama jicho lakini la kidigitali, kama kamera ambazo zinapima nafasi sehemu, kuna nafasi, umbo pamoja na vizuizi na kitu kinaitwa lida imetiwa kwenye sehemu ya taa za gari mbele pale, inarusha mawimbi. Yale mawimbi yakigusa kitu mbele, ikiwa ni mtu, ukuta, gari mwenzake au kitu chochote mbele, yale mawimbi yanarudi nyuma, yanarudi kule kule kwenye gari. Kwa hiyo lida automatic inajua kwamba mbele kuna kitu, kuna mtu, kuna ng'ombe, kuna gari au kuna kitu chengine, kwa sababu yale mawimbi hayakwenda moja kwa moja, yamegusa sehemu. Lakini hii lida inafanya kazi na kitu chengine Integrated photonics. Hii photonics inatafsiri yale mawimbi kwa jinsi alivyokuja, itakuwa ni mtu au ukuta au kitu fulani chengine. Zaidi hizi gari zimefungwa kamera nyingi sana, mbele, nyuma, pembeni. Kamera hizi ndo zinaangalia upande huu wa gari na upande huu wa gari, katikati na sehemu nyingine, zikifanya kazi kwa pamoja, mwisho zinatoa suluhisho. Gari mwenyewe automatic inachakata kwamba nimerusha mawimbi mbele, nimegonga mawimbi yamerudi, kwa hiyo itakuwa kuna kitu fulani mbele, ikiwa ni ukuta au kitu fulani, automatic machine inapunguza mwendo wa automatic kupitia lida hii. Mawimbi yanapogonga unapata jibu kwamba automatic gari hii haiwezi kugonga mtu wala kugonga ukuta au wala kuigonga gari mwenzake. Wacha tuende kwenye mazingira magumu sasa. Barabara ni moja, pembeni kuna gari, na upande huu kuna gari, na mbele kuna gari. Gari hii inayojiendesha mwenyewe ita survive vipi wakati iko barabarani? Kupitia sensors za pembeni, ita detect kwamba upande huu kuna kitu, ikiwa ni gari au kitu chengine. Kwa hiyo gari hiyo haitokwenda upande huu, na upande huu ikiwa kuna kitu, gari hiyo haitakwenda upande huu, kwa sababu zile kamera au zile lenzi zina detect. Na mbele ikigonga lida, kama kuna gari mbele au kitu mbele automatic, gari hilo haitokwenda mbele. Muda mwingine inapunguza mwendo au inasimama kabisa. Sasa ikiwa inakwenda kwenye mudi hiyo, ikatokea ile lida mbele ikapiga sehemu hivi labda ikapata kipenyu fulani, yale mawimbi yakenda moja kwa moja automatiki, gari hiyo itachukua maamuzi ya kuingia saiti nyingine na ikenda zake, kwa sababu gari hii imesetiwa kwenye mfumo wa usalama kwanza. Imejuaje kama usalama kwanza? Baada ya kurusha yale mawimbi ikaona kwamba upande huu mawimbi yangu hayakupata kikwazo chochote hapa ndiyo sehemu sahihi, gari itaingia saiti, mambo yataendelea kupitia vifaa hivi ambavyo vimefungwa kwenye gari hii ambayo inajiendesha mwenyewe, na gari mwenzake labda iko barabarani ambayo ina mfumo huo. Gari hizi zikifikana au zikiwa njiani, zinawasiliana, kwa hiyo haziwezi kugongana kabisa. Ikisogelea mwenzake itajua kwamba hapa kuna gari. Huu si uchawi, hii ni teknoloji. Pamoja na maajabu hayo, lakini bado mpaka sasa Hakuna gari ambayo inajiendesha kikamilifu, tukasema hii ni usalama asilimia mia. Bado lakini watu wapo kazini, wanaendelea kuchimba. Okay, gari ziko barabarani, zinaendeshwa, maboresho yanaendelea. Kama ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, hii ni Alzenjbary Technology. Usisahau kusubscribe ili nawe upate video mpya kila zinapotoka. Baibai.